fakaman asahu yawm al-eid, kimwasi Mwenyezi Mungu leo, nikana kwamba memwasi eh, siku ya Eid, siku ya kiyama, mbele ya hisabu, mbele ya watu, mbele ya maliki al-mulk, ukawa ni mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuchunge sana vitendo vyetu katika hii siku ya leo. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi shukrihi tazidu ni'ma wa an'amna zahiran wa batinan ma'a istish'ari ta'zimi Allahu azza wa jalla amma ba'd amma ba'ada, ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tuko katika siku ya idi, na ni siku ambayo kwamba ni siku ya, ya kufurahi e, na saha ambayo kwamba napenda kuitoa katika siku ama siku ya leo ni sisi Waislamu tusherekee na na kwamba tuwafahamu na tuwatambue tuwakumbuke, wale ambao kwamba hawako vizuri katika maisha kabisa, na ni Waislamu ambao kwamba wanapata shida. Kuna watu ambao kwamba hata saa hii kitu cha kula hawana. Ni kuonesha kwamba sisi Waislamu ni lazima tuwajibike. usio wewe na familia yako utafurahi, lakini kuna mwislamu ambao kwamba amefunga Ramadhani mzima lakini hana kitu ambacho kwamba atakuja kula siku ya leo, inakuwa ni si vizuri. Na mtu sallallahu wa Muhammad alaihi alehi wasallam ameshatufundisha na ametueleza, na Mola Subhanahu wa Ta'ala kadhalika pia ametueleza kwamba tufurahi sisi na waumini. Usimwache muumini mwenzako, usimwache muislamu mwenzako apate shida siku ya leo. Na jambo lingine nikimalizia, ni kwamba siku ya Eid imeambiwa kwamba kwamba atakuja kuwa haswi katika siku ya Eid ni sawasawa, amekuja kuwa haswi siku ya kiyama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ukiangalia ni makosa makubwa sana kwelikweli. Kwa haya machache tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala tujalie mina alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi laylan wa nahara yaani ndio siku ya leo kuangaliana, wasiokuwa na uwezo, na wao pia wafurahi kama wengine watakavyokuwa wamefurahi tulipokuwa katika Ramadhani, katika sharia za Kiislamu tukifunga, tunafunga kila kitu, mpaka maneno tukafunga, tulipokuwa hapo